What's popping everybody? Ni mnyamwezi Hans Mbacha yule yule, ni kukaribishe tu kwenye show inaitwa Mishe Zangu, na hii niloshika ni microphone ya kitaa, microphone ambayo itakukutanisha na vijana wenzetu ambao wanafanya vitu vingi vingi, wakikuonyesha fursa mbalimbali ambazo zipo katika jamii ebana, ni kusihi uendelee kubaki na sisi kuanzia mwanzo wa show hii mpaka mwisho wa show hii pia unaweza ukatupata kupitia YouTube channel yetu, Instagram na TikTok, kote tunapatikana kupitia watch underscore plus tv. So unaweza ukadondosha comments yako, masharaut za kutosha, likes na vitu kama hivyo. Ebana, leo niko pande za Goba, nimekuja kukutana na moja kati ya vijana ambao wanafanya mambo makubwa sana kwenye industry ya video production, you know, color grading. Anafanya mambo mengi sana akitumia skills za hali ya juu. E bana, mimi naomba nikakukutanishe naye ili kusudi atuelezee na uweze kujua mambo mengi mengi sana kuhusu yeye, safari yake na kila kitu. E bana, naomba ubaki na mimi kuanzia ya mwanzo wa show hii mpaka mwisho wa show hii, ili uweze kujifunza na kupata burudani. Microphone ya mtaa, fursa ziko mtaani. Endelea kuikumbatia Watch Plus TV, na mimi ni Hansem Bacha the Mnyamwezi. I bring this to you, mishe zangu. Yeah, welcome back, ni show kubwa kabisa, show ya kijanja, Mishe Zangu. Hii ni mikrofoni ya kitaa, kama nilivyokwambia toka mwanzo kwamba leo tutakuwa na mtu mmoja mkubwa sana, binafsi mi naona dais eh. Lakini so kesi, tuko na Sniper CG wenyewe, wanamuita the expensive CG. Unaweza ukawa haumjui vizuri kutokana na kwamba so mtu ambaye anaonekana sana kwenye midia na vitu vingine kama hivyo, najua kupitia kwamba nimeona baadhi ya vitu unavyovifanya ndo hivyo eh? Lakini aa, kuna vijana wengi sana ambao hawajui hawa, labda wewe unafanya nini ama kijana mwingine anaweza kaa najua anakutana na jina lakini hajui kama ni wewe umefanya hicho kitu bana. Unaweza ukawaelezea vitu gani na gani na gani ambavyo wewe unafanya hapa kwenye game. kwenye industri ya filmu ninafanya aina zote za film. Kuna kampuni ambayo inajihusisha na ufanyaji wa kazi mbalimbali za, za filamu fotografi upande wa film tunafanya documentaries, tunafanya TVC commercials, adverts, tunafanya music video gospels. Na upande wa photography tunafanya photography za aina zote wildlife, uh, portraits indoors, outdoors, coverage za event zote. E bana, ni nini ambacho kilikufanya ukatumbukia kwenye industry kama hivi, kwa faida ya watazamaji wetu? Officially, kwenye industry mi nilianza kuingia ile kwenye industry kabisa ni 2016, almost 10 years as you said, umeniuliza kwamba what pushed, ni kuingia kwenye industry. Ambacho kilinipush mimi, hii ilianzia kwenye familia, kwa hiyo iko kwenye damu. Ikumbuke kwamba mimi na kakangu wote tunafanya Film. ila yeye amebea sana kwenye upande wa wedding films na photography kwa hiyo sisi tumekuwa tunamkuta baba yetu alikuwa anapiga picha alikuwa anafanya kama hobby so kuna watu wanakuja wanahitaji ile huduma yake anapiga picha wanalipa lakini haikuwa kwamba eti ndio ilikuwa kazi yake no alikuwa anafanya kwa sababu alikuwa anapenda kwao nimependa kutokea kwa mzee wangu kwa hiyo kabla ya hapo pia tumekulia maisha ambayo vitu vingi vya teknolojia kidogo vilipatikana mapema. Kwa mfano kompyuta, tumeanza kutumia kompyuta tukiwa wadogo, elfu mbili na mbili sisi tuna kompyuta nyumbani. Kamera tumeanza kuzifahamu tukiwa wadogo sana, elfu mbili na sita tayari sisi tuna digital kamera, tunashutia elfu mbili na sita elfu mbili na ngapi, lakini kamera ya laki tatu anatununulia, ilikuwa ni ngumu sana mzazi kununulia tu mtoto kitu kama kile just for leisure, unaona. Kwa hiyo uh, tulikuwa inspired na yeye na yeye akatupush katika hilo hapo baadaye ni mzee wangu huyo huyo ambaye alinipush nikaenda kusoma tena Nairobi film mpaka leo niko hapa bana. Sisi kama Watanzania tumshukuru sana mzee wako wa kutuletea kipaji ambacho kinatusaidia na kinafanya mambo makubwa sana kwenye gemu. Mpaka sasa hivi watu wengi sana, hususan kwa vijana ambao wapo, kuna vijana ambao wanatamani kufika wewe ulipofika, ndio hivyo eh? lakini swala ni kwamba ni namna gani anaanza huyu mtu anakuwa hajui ni kitu gani aanze, ama ni afanye nini ili aweze kufika mapema, unaona na apunguze changamoto baadhi. Je, unaweza ukawashauri kitu chochote ambacho kinaweza kikamfanya yeye kupunguza ukali wa safari yake mpaka kufika hapo alipofika wewe? Ukiona kitu kinakuja kwa urahisi, ujue hakiwezi kudumu. Kwa nini hakiwezi kudumu? Ni kwa sababu hakikupata muda wa kukua na kukomaa. Kwa hiyo unapopitia nyakati ngumu katika kujitafuta, ni kwamba unahitaji ukomae. Ndiyo maana sehemu nyingi ukienda kuomba kazi unaulizwa experience yako. Experience ina maana kuliko zile theory ambazo umejazwa ukiwa darasani. Sababu experience inaweza kufanya ukabuni vitu kumi tofauti na kile ambacho umekariri. Yaani, experience inakufanya uache kukariri uende kwenye vitendo, halafu uwe una, unaweza ku unaweza kuimprovise kile ambacho unacho ukatengeneza ukikatoa vitu vingi tofauti. Mtu yoyote kwanza ni kujiamini, siri ya kwanza ni kujiamini, alafu uamini katika kile kitu ambacho unakifanya ama unakitaka, lakini kingine ni kuwa disciplined ili uweze kufika sehemu. Quality ya kwanza ambao unatakiwa uwe nayo ni discipline. Kujituma kunatokana na wewe kutaka kujua unataka kuwa nani. Kwa hiyo ukishajua kwamba mi nataka kuwa nani, lazima ujitume, hapo ndo unakutana na late sleep, like, unalala saa tisa saa kumi unaona unaamka mapema, unawekeza katika, katika kusoma, una sharpen ile skill yako kila siku, kujifunza kwa watu tofauti tofauti, lakini usichukue like kila kitu. Kwa hiyo kwenye kujitafuta, safari ni ngumu, ila unahitaji tu hiyo quality ya discipline pamoja na uh, tuki, tukiongelea gemu ilivyo kwa sasa hivi. Uh, wewe kama dairekta ni moja kati ya madirekta wakubwa sana kama tunavyokujua, na tumeona kazi zako, umefanya kazi na wasanii wengi wakubwa kabisa. Unajitofautisha vipi na madirekta wengine hasa wale uliowakuta au unahisi una kitu gani ambacho yani ni cha tofauti zaidi ya wao? Mi ni nafanya zaidi ya kitu kimoja. Mi namshukuru Mwenyezi Mungu, mi ni nafanya kila kitu kwenye film industry. Japo kuna muda ambao naruhusu mtu mwingine afanye kitu fulani, lakini tayari nakuwa najua kile kitu naweza kukifanya. Kwao ni rahisi, atakuambia fanya hivi, fanya hivi kwa ajili tu ya ku, kupata test tofauti, lakini hicho ndo ambacho nafikiri ni cha tofauti kwangu na wengine. Lakini ukiongeza kingine ni kwamba mi nimetoka shule, nimesoma film. Majority uh, of directors ni kwamba wametokea street, wamejifunza kwa watu hata kwa wale watu ambao wamejifunza kwao ni watu pia ambao walijifunza kwa watu. Nina knowledge darasani, lakini pia nina, nina experience na skills ya mtaani. Kwa hiyo nikizicombine zile mbili napata kitu kikubwa ambacho naamini kwamba watu wengi waga hawana. Kuna mwingiliano wowote katika kazi yako na maisha yako? Kila siku mi ni mtu ambaye hutaniona kila siku kwenye TV, lakini ukiona kazi yangu utajua kwamba ni kazi ambayo inakuwa na ubunifu na inawekeza maarifa mengi sana, kwa sababu ni kitu ambacho ni maisha yangu, inaendesha maisha yangu kwa asilimia ya nyingi, almost 75%. Hii kazi hainibani kufanya kazi zangu zingine. Unashauriwa kuwa na kipato zaidi ya kimoja, kwa hiyo kila kitu unakipatia muda wake, kutegemea na kwamba hiki kinaleta impact gani kwa wakati huu ama kile pale kinaenda kuleta impact gani zaidi ya hiki hapa kwao. Namshukuru Mungu anapangilia vitu vyangu sawa na kila kitua kinaenda on time. Kuna vitu vingine ambavyo unavifanya kwa ajili ya kuendeleza kupushi production hii ambayo unazidi kuifanya kila siku, unaweza ukashia na sisi vitu viwili vitatu ambavyo unavifanya kama side hustle kwa jamii na watu wengine? Sitopendelea hmm, kuliongelea hilo kwenye kamera. Kama mtu anaamini kwamba kipato kimoja kinamtosha ni sahihi, kwa sababu anaamini hivyo. Kwao siwezi kujaribu kumfanya mtu aone kwamba kuamini kipato kimoja sio vizuri, japo ni kweli ndio, lakini kujaribu kushea na watu kwenye screen kwamba mina. Kuna kitu kingine nakifanya nje ya production ambacho kinaningizia hela. Yes, kipo lakini nafikiri mtu yoyote waga hiyo ni siri yake. Kijana mwenzangu ambaye anafanya production au anafanya kitu chochote asiridhike na kipato kimoja. Unafanya kazi nzuri na wasanii wengi na baadhi ya watu wengine ambao wanakuja kutafuta kwa ajili ya maswala mazima ya da una, unafanya kazi na mtu fulani lakini kuna vitu moja, mbili, tatu, nne. Akifanya vitu hivi vinakukata sana na msanii kunitafuta akaniuliza bajeti ambayo nachaji, nikamwambia, alafu akaomba tuna negotiate. Aa, ni kitu cha kawaida kwenye biashara kunegotiate, negotiate nakubaliana, alafu anaanza kutoa nusu nusu. Hiyo kitu kama mtu ukikubaliana naye kiasi ambacho amekiomba kulingana na ile thamani yake na kitu ambacho anakifanya, umeki-appreciate that's why umemface kwa ajili ya kutaka kufanya naye kazi, kile ambacho atakuambia kwamba anachaji kwa ajili ya kazi basi mlipe staiki yake na kama tukinegotiate kuna mtu anakuja na karibu nusu ya bei ambao waga una charge lakini still anataka alipe nusu nusu. So hapo ndo waga kuna shida inatokea. Mimi siwezi kukimbisha, mimi am a very straight person. Kwa sababu ukinisumbua katika kulipa na mimi nitakusumbua kwenye kudeliver. Nisiwe mwongo. I'm trying to, to take words out of other directors, like wanakuwa disappointed sana na wasanii. Na kwa mfano kama, uh, unapofanya kazi sometimes unakuwa unafanya kazi, labda ile kazi isiende vile ambavyo wewe ulipanga. Huwa ni kitu gani ambacho huwa unakifanya kinakurudisha katika mood ambayo ilikuwepo? Mudi yako kila siku na muja kuendelea kufanya kazi kila siku ah, Cha kwanza ujue kwamba nyimbo inawezekawa nzuri, lakini kama msanii hawezi kuweka nguvu katika kuipush ile nyimbo haiwezi kaenda. Inapotokea mimi nikifanya kazi na msanii, waga na push kwa nguvu zangu mi mwenyewe, waga na push. Na kuna video ya msanii nishai kuweka mpaka nishai kuhakikisha kwamba inapata views elfu hamsini na nilifanikisha Po, nafikiri mimi ni moja kati ya direkta namba moja ambaye inafanya hiki kitu. Direkta yote akishamaliza kazi na anamkabidhi na msanii anakabidhi. Na kwa eksperiensi yako kwa kuwepo kwenye game zaidi ya miaka kumi, unahisi ni kitu gani akifanyika kinazidi kupush zaidi game mbele, kutokana na kwamba ukiangalia eh, maendeleo ya teknolojia sayansi na teknolojia vitu vinakuja vipya. Kama unavyosema kwamba wewe, uh, ni moja kati ya madirekta ambao ofcos wamesomea hichi kitu, nafikiri ni katika kujifunza zaidi, madirekta wenzangu wajifunze zaidi tuna gia nyingi. Tanzania tumebarikiwa, watu wamewekeza kwenye kwenye equipments, kuna gia zote ambazo zinahitajika kwenye production. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi sana hata wanapoenda location, wanakodi, wanahakikisha wana gia nyingi za muhimu ambazo zinaendana zina na soko la sasa hivi na nini, lakini deliverance yao waga bado iko tofauti na vile vitu ambavyo wanakuwa wanavitumia. Sasa, ni msanii gani ambaye wewe unapenda sana kufanya naye kazi au kufanya naye kazi unakuwa comfortable zaidi sana kutokana na afika yake? Mi nafikiri wasanii wote nikifanya nao kazi nakuwa comfortable, kwa sababu mimi ndo nawafanya kwanza wa feel comfortable, na najaribu kumichisha chemistry yangu na yao, yani wa feel comfortable, kwamba msanii yoyote yule ambaye nimewahi kufanya naye kazi ukimuuliza atakuambia kwamba mshikaji ni mtu poa sana, mtu peace, kutokana na kwamba ni wewe, ni, wewe moja kati ya madirekta wakubwa ambao uh, ni multi talented. Je, kuna juhudi zozote ambazo umezifanya, ama kuna kitu chochote ambacho umeplan kukifanya ambacho kitawasaidia vijana wengine kuweza kufika hapo ulipofika au kutoboa zaidi ya hapo, ama kujisaidia tu katika namna wao kuweza kufanya na kuonyesha vipaji vyao? Mimi ni mtu ambaye waga niko hambo na vijana wengi sana kwao, mtu yote ambaye amewahi kufika ama kunireach out amewahi kugundua kwamba mi ni mtu peace na napenda kushea na, na, na mtu yoyote. Ukiniuliza chochote ntakuelekeza, iwe ni mambo ya kamera, mambo ya rangi, mambo ya light, ambayo yuko interested na kile inachokifanya na anawishi kupata moja mbili tatu, anaweza aka na mimi kupitia DM, namba zangu za simu zipo pale whatsapp nini, tukayajenga mengi. Kwa hiyo kile ambacho ninacho naweza nikashea na mtu yoyote ambaye yuko willing kufahamu. Najua ni ngumu kuwa mimi, lakini at least nikishea na wewe baadhi ya noleji zangu itakusogeza. Kesho nikimwona fulani anafanya vizuri na mimi ni mmoja kati ya watu ambao walishiriki katika safari yake, nitajisikia furaha zaidi, kwa nitafurahi kuona mtu fulani amesogea kupitia kile ambacho niliwahi kushia naye. Unaiona wapi game ya production katika miaka ya mbele, maybe tuseme katika miaka mitano inayokuja, wewe kwa jicho lako tu? ungaia game itakuwa mbali sana, kama tu watu watabadilika, wata kama nilivyosema, game itaenda mbali. Vijana wako ni creative sana na nini kwao. Kinachotuangusha sisi ni output ambayo tunaitoa, ndo ambayo inatuangusha. Lakini gear ni tunazo, equipment ambazo ni modern, tunazo siku zote. Hata kwenye tasnia ya mziki watu wenye kipaji hawasogei ambao hawana kipaji ndo wanasogea, kwa sababu ambaye ana kipaji yuko tayari kutumika ili afike sehemu fulani, ila mwenye kipaji anaamini katika kipaji chake, so aamini katika shortcut. Uh, unawaambia nini mashabiki zako ama kwa watu ambao wenyewe wanakufuatilia na kufurahia kile ambacho unazidi kukifanya kila siku na kudeliver kila siku uh? wanasema kwamba uchawi upo, ila mimi niko against nao Naamini chochote ambacho mtu akiamua kukifanya anaweza kukifanya. Kile ambacho unakifikiria kwenye akili yako ndo kinachokuwa. Yule ambaye waga, ukikaa mwenyewe unajitazama, unajiona mi ni fulani, niko pale, nimefanikiwa, nimefikia hivi, yule ndo wewe. Kwao kile ambacho unakiamini kinakua, naweza na kuambia tu kwamba yule ambaye wanamfahamu miaka yote, yule wa mwaka jana, yule wa leo ambaye anazungumza sasa hivi, sio wa kesho. Mbali sana bana. Hii ni Watch Plus TV na hii Mishe Zangu. Mimi ni Hansen Bacha. Hii ni microphone ya kitaa. Tulikuwa na the the Sniper CG the expensive CG, expensive bana. Mshikaji kakuelezea vitu vi, vingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kutoka katika pointi moja kwenda pointi nyingine. Na sisi ni Watch Plus TV. Usisahau kudondosha komenti yako ama kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube. Tuko pia TikTok, tuko pia na Instagram. Jina ni watch underscore plus tv. Na mimi ni Mnyamwezi Hansembacha, cool mishe zangu.